Guys, yani mpaka sasa naona aibu. Na ni aibu kwa shabiki wa Yanga kuogopa tu, wa Yanga kuogopa kukata tiketi za kwenda uwanjani. Eti kisa tu maneno ya Mangungu. Ati Mangungu malengo yake anataka mashabiki wa Yanga wa Yanga mwendo wachache uwanjani, vibe liwe ndogo, ili angalau hata na sisi Simba tupate nguvu ya kupambana, lakini ni dhahiri shahidi ni kwamba dabi ipo. Nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa Yanga, kateni tiketi mkashabikie timu yenu, na kama dabi haikutokea kama dabi tarehe 25 ikuepo guys, viingilio vyenu ni daeni, mimi mimi nitawarudishia viingilio vyenu, lakini msiache kukata tiketi kwa kufata maneno ya Mangungu, kufata maneno ya Ahmed Ali, kufata maneno ya, ya mashabiki. Dabi ipo lakini malengo wala sio kuwapunguzia wananchi viingilio, malengo ni kuwakata mudi. Sasa mnakatwaje mudi na Mangungu? Mi nachowaomba, endeleni kukata tiketi, vaibu liwe kubwa. Mchome nitakuwepo uwanjani, nitakuwepo. Kwa hiyo tuendelee kukata tiketi, tukutane uwanjani, tukaangalie dabi. Acheni woga. <laughs> Hakuna njia yoyote ya Yanga kuwa bingwa bila kumfunga Simba. Yani ubingwa wa Yanga bila kumfunga Simba aunogi. sasa m...